Leo tunajifunza somo muhimu sana katika saikolojia ya mapenzi. Kwa nini mara nyingi binadamu hujikuta wanampenda mtu ambaye hawapendwi kwa kiwango kile kile? Hali hii imewaumiza watu wengi kihisia, imewavunja moyo na imewafanya waone kama hawana thamani. Lakini ukweli ni kwamba hali hii imeelezeka kisayansi kupitia saikolojia ya akili ya binadamu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtizi, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, tuanze somo letu. Sababu ya kwanza inayokufanya umpende mtu asiyekupenda ni kwa sababu ubongo wa binadamu hupenda kile kilicho kigumu kupatikana. Kisaikolojia, kitu kinapokuwa rahisi kupatikana hakionekani kuwa na thamani kubwa, lakini mtu anapokuwa mgumu kupatikana Anapokupa umbali wa kihisia au anakupa mapenzi kwa vipindi, ubongo wako unaanza kumwona kama wa thamani zaidi. Unaanza kuhisi kama lazima umpate ili uthibitishe uwezo wako na thamani yako. Akili yako inaunganisha mapenzi na ushindi, badala ya kuunganisha mapenzi na amani. Ndiyo maana mara nyingi unajikuta unamfikiria zaidi mtu anayekupuuza kuliko mtu anayekupenda waziwazi. Sababu ya pili ni kwa sababu ya hofu ya kukataliwa ambayo huongeza nguvu ya hisia zako. Kadiri mtu anavyokuonyesha kukupuuza au kutokujali, ndivyo akili yako inaanza kujiuliza maswali mengi. Unauliza kwa nini hanipendi na kuna nini kibaya kwangu? Maswali haya yanakufanya umfikirie zaidi kila siku. Kadiri unavyomfikiria zaidi, ndivyo unavyozidi kuamini kuwa unampenda zaidi. Lakini mara nyingi haya sio mapenzi halisi, bali ni maumivu ya kukataliwa yanayojificha kama mapenzi. Unakuwa haupendi mtu huyo, bali unapenda kuthibitisha kuwa wewe una thamani kwake. Sababu ya tatu inahusiana na historia ya maisha ya utotoni. Saikolojia inasema namna mtu alivyopokea upendo akiwa mtoto huathiri sana aina ya mtu anayevutiwa naye kubwani. Kama mtu alikulia kwenye mazingira ambayo upendo haukuwa wazi au alikuwa akipata mapenzi kwa masharti, akili yake hujifunza kuwa upendo ni kitu cha kupigania. Hivyo anapokutana na mtu anayempa mapenzi kwa urahisi, anaona kama si mapenzi ya kweli lakini anapokutana na mtu anayempa changamoto au umbali wa kihisia anahisi huyo ndiye wa maana zaidi. Hii inamfanya mtu vutiwe na mahusiano yenye maumivu kwa sababu akili yake imezoea kuunganisha mapenzi na mateso. Sababu ya nne ni kwamba mara nyingi humpenda mtu kwa sababu ya taswira uliyoijenga kichwani, si kwa sababu ya alivyo kweli. Unajisemea kuwa akibadilika atakuwa mtu mzuri sana. Unajisemea ana moyo mzuri ila hajui kuonyesha. Unajiamini kuwa wewe ndiye utakayemfanya akupende. Hapo haupendi mtu halisi, bali unapenda toleo la kufikirika ulilolitengeneza kichwani mwako. Tatizo ni kwamba unaanza kuvumilia kutopendwa kwa matumaini ya kumbadilisha mtu. Lakini ukweli wa kisaikolojia ni kwamba huwezi kumbadilisha mtu ili akupende. Mapenzi ya kweli hayalazimishwi na hayashinikizwi. Sababu ya tano inahusiana na kemikali za ubongo. Ubongo wa binadamu hutoa kemikali inayoitwa dopamine pale unapopata kitu kwa kushtukiza au bila kutarajia. Mtu anayekupenda leo, kesho anakupuuza, kisha anarudi ghafla anaofanya ubongo wako uzalishe dopamine mara kwa mara. Hii inakufanya ujisikie kama huwezi kuacha kumfikiria. Unakuwa kama umefungwa kihisia. Hali hii haifanani na mapenzi ya kweli, bali inafanana na utegemezi wa kihisia. Ndiyo maana hata kama anakutesa, bado unamhitaji. Baada ya kuelewa sababu hizi, swali kubwa linakuwa ni jinsi ya kujinasua kwenye hali ya kumpenda mtu asiyekupenda. Hatua ya kwanza ni kujiuliza kwa uaminifu kama unampenda mtu huyo au unapenda kuthibitisha thamani yako kwake. Hatua ya pili ni kukubali kuwa kukataliwa si kipimo cha thamani yako kama binadamu. Kukataliwa haimaanishi wewe si wa maana, bali inaonyesha tu kuwa hamlingani kihisia. Hatua ya tatu ni kujifunza kupenda mtu anayekuchagua kwa hiari yake, si anayekukimbia. Hatua ya nne ni kuweka mipaka ya kihisia na kuacha kutoa moyo wako wote kwa mtu asiyekuonyesha heshima na thamani. Upendo wa kweli hukufanyi ujihisi mdogo. Upendo wa kweli hukufanyi uombe mapenzi kila siku. Upendo wa kweli hukupa amani badala ya hofu. Hukufanya ujisikia salama badala ya kukosa uhakika. Unapompenda mtu asiyekupenda, mara nyingi si kwa sababu yeye ni bora, bali kwa sababu ubongo wako unapenda changamoto. Hofu ya kukataliwa inaongeza hisia zako. Historia yako ya kihisia inaathiri chaguo lako. Unapenda wazo lake, si yeye halisi, na kemikali za ubongo zinakufanya utegemee maumivu kama mapenzi. Mwisho wa somo hili unatufundisha kwamba hupaswi kupigania mapenzi ya mtu anayekupa nafasi ya pili moyoni mwake. Unastahili kupokea upendo wa kweli unaotoka kwa hiari, si kwa huruma wala kwa kulazimishwa. Mapenzi ya kweli hayakufungi kwenye maumivu ya kila siku, wala hayakufanyi uishi kwa hofu na mashaka. Hayakuachi ukijihisi peke yako hata ukiwa na mwenzi, bali hukupa utulivu wa moyo na heshima binafsi. Upendo wa kweli hukukuza kama mtu, hukufanya uwe bora zaidi, na haukubomoi wala kukupotezea thamani yako. Andika kwenye comments, neno nimeelewa. Kama somo hili limekusaidia kujitambua au limekufungua macho. Pia shiriki video hii na rafiki au ndugu unayejua anapitia maumivu ya mapenzi, ili ujumbe huu umfikie.